Katika mwaka huu wa fedha tunakusudia kuendelea kuboresha ufanisi wetu ili kuwezesha ukuaji wa taasisi hii. Malengo yetu ni mizania, kujenga taswira mpya ya taasisi yetu na teknolojia ya kidigitali, kufanya uhakiki wa mambo mbalimbali, pamoja na kusimamia rasilimali watu, tupeleka kilele cha mafanikio na kuongeza thamani kwa wanahisa wetu. E, nimalizie kwa kuwashukuru wanahisa ninyi wateja na wadau wetu wa, na wafanyakazi wa benki yetu kwa ujumla kwa kazi nzuri mlioifanya na ari mlioonyesha mwaka uliopita, na ni mali yetu ya ari itaendelea na mwaka huu unaoendelea, na kwa pamoja tunaendelea kuboresha ufanisi benki na kuchangia maendeleo ya uchumi wa Tanzania. Hii hasa tukiendana na kauli mbiu yetu ya benki sema growing stronger together. Na sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Yote naomba niwashukuru kwa kutenga muda wenu kuja kushiriki nasi kwenye kikao hiki cha wanahisa. Eh, sisi tunaamini kwamba <clears throat> vyombo vya habari ni muhimu sana katika kufikisha taarifa kwa wateja wetu lakini pia na Watanzania kwa ujumla <coughs> katika kikao cha leo e, tumepata fursa ya kuwaelezea wanahisa e, mafanikio ya benki yetu e, kwa mwaka ishirini na nne na kwa kweli nikiongea tu kwa ufupi e, tunaona mali za benki yetu zimekuwa kwa asilimia ishirini na tano ambayo kwa kweli ni imekuwa kwa kasi zaidi ukilinganisha na wastani eh, wa ukuaji eh, wa mali za sekta ya ki, ya kibenki. Lakini pia eh, tunaona pia mikopo nayo imekuwa kwa zaidi ya asilimia ishirini eh, ambacho ni kielelezo kwamba eh, benki yetu basi inaendelea kuwa kinara katika kuleta ujumuishi wa kifedha, lakini pia kuchochea maendeleo ya taifa letu. Eh, ukwasi nao ulikuwa kwa asilimia kumi na sita ambayo kwa kweli ni kielelezo cha namna gani eh, wateja wetu wanaendelea kutupa imani kwamba TCB eh, inapokuja basi kwenye masuala ya kifedha, masuala ya kibenki, basi ni benki sahihi eh, ya kuja kuwezesha kufanikisha eh, ndoto ndoto ndoto zao eh, lakini pia kwenye upande wa eh, mapato na faida kwa kweli, tunayo furaha. Mwaka jana tumetengeneza faida e, ya bilioni takriban 44 kabla ya kodi, ambayo kwa kweli ni, ni, ni record toka benki hii ilivyoanzishwa. e, lakini pia na vielelezo vingine e, e, vya mapato. mapato mapato ya riba na mapato ambayo yasiokuwa na riba e, nayo yameongezeka maradufu mwaka hadi mwaka. E, ma, ma, ma, ma, upande wa, wa matumizi kwa kweli ukilinganisha na bajeti uliokuwa tumejiwekea e, tumeweza kusave karibia asilimia kumi ya kile ambacho tulikuwa tumepanga kukitumia e, mwaka jana. Kwa hiyo e, kwa mafanikio haya, basi tunawashukuru sana kwa kweli wanahisa e, kwa kuendelea kutupa e, hiyo imani, na niwahakikishie tu kwamba kwa niaba ya management na board ya wakurugenzi tutaendelea kufanya kazi kwa juhudi, ili basi yale matarajio ya serikali kuhusu taasisi hii iweze kukua na kuweza kuja kupunguza ile systemic risk ambayo tunaiona eh, kwenye sekta ya, ki, ya kifedha iweze eh,